Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka ya neno lako Bwana, asante kwa nafasi njema ya ushindi na utukufu wa subuhi ya leo. Mioyo yetu Bwana imefunguka kusikia kutoka kwako, kupokea kutoka kwako. Wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio msaada wetu, wewe ndio ujasiri wetu Bwana, wewe ndio nguvu yetu, wewe ndio hamasa yetu Bwana. Asante Roho Mtakatifu, maana uwepo wako uko mahali hapa katika namna pekee na, peke, na tofauti ya subuhi ya leo. Kwa kila atakayetusikiliza, kwa kila atakayetazama kipindi cha leo Bwana maisha yake yatabarikiwa, yatajengwa, yatatiwa moyo, yatainuliwa kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, tunaomba na kushukuru, amina. wa... wale ambao labda mara ya kwanza kutusikia, aa, kipindi hiki huwa kinaruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa kumi na moja na nusu mpaka saa kumi na mbili kamili Uh, alfajiri. Kwa hiyo unaweza kutusikiliza uh, muda huo utapokuwa unapata nafasi kila siku, na hakika utabarikiwa, utajengwa, utakuwa na wakati wa ushindi na utukufu. Lakini pia zaidi sana uh, marudio ya kipindi hiki yanapatikana katika channel yetu ya YouTube inaitwa Amedeus Live Podcast, inaitwa Amedeus Live Podcast na ukiweza kutembelea pale katika ile uh, jukwaa la YouTube utaweza kutazama vipindi mbalimbali ambavyo tumeshavifanya ndani uh, ya uh, studio hizo wapo, lakini pia katika maeneo mengine uh, miaka mia kadhaa iliyopita, au miezi kadhaa iliyopita, na pia unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa Uh, na tunashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa wakijumuika na sisi kila siku, na tunapata meseji zenu uh, pia mnatupigia, tunakuwa na fursa na wasaa mzuri wa kusua, kuomba pamoja, wa kushirikishana neno pamoja, na inatia moyo sana sana, na tumekuwa pia na shuhuda mbalimbali uh, za kipekee sana ambazo naamini tutapata waksa, uh, wakati mwingine pia wa kuzishia hizo shuhuda ili watu waweze kujengwa na kubarikiwa. na nadhani uh, ya pia ya kabla hatujakwenda, e nitapenda kujibu kama maswali mawili ambayo yaliulizwa kupitia mmoja wa, wa, wa wasikilizaji wetu, na nadhani ilikuwa ni swali, swali ambalo ni relevant au ni zuri, ambalo naamini kilijibu kwenye platform kama hivi au katika jukwaa kama hivi litakuwa na nafasi nzuri ya kuwafundisha wengi. Inawezekana wengi wana swali na fana hilo, na swali moja hapo lilikuwa linasema uh, nitalisoma kama lilivyo na, swali langu ni kwamba wako wachungaji wanaofundisha kuhusu laana ya ukoo. Je, unazungumziaje unazungumziaje kuhusiana hilo? <laughs> kuzana laana za ukoo kwamba labda eh, kwenye ukoo wenu kuna laana au unatakiwa kutolewa zile laana za ukoo uh, na kitu kinachofanana hicho. Okay, ah uh, jibu langu liko naomba niseme very simple <laughs> ni rahisi lakini pia lina base katika kweli eneo la Mungu. Ah, uh, kama wewe umezaliwa mara pili, kama wewe ni kiumbe kipya, kwa maana kwamba ya kale yote, yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya kwa maneno mengine kama Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, Biblia inasema katika waraka uh, wa pili wa Korinto sura tano sura kumi na saba na ikiwa mtu amekuwa naye na Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote amekuwa mapya. Kwa hiyo kama huko ndani ya Kristo, elewa kwamba ya kale yote yamepita, haijalishi kwenye ukoo wenu kulikuwa kuna laana ngapi, kulikuwa kuna changamoto gani, kulikuwa kuna ugumu gani, kuwa kuna, magonjwa mangapi ya ukoo yanayoambatana yametoka kwa babu, kwa bibi, kwa mjomba, kwa shangazi, kwa anko, haijalishi. Ili mradi wewe uko ndani ya Kristo, fahamu naelewa kwamba ya kale yote yamepita. Huo ndo ukweli wa neno la Mungu unaosema kiumbe kipya sio mtumba, uh -uh. Ni kiumbe ambacho hakikuwepo kabla, kimezaliwa kwa neno la Mungu ambalo haliharibiki, halichoki, wala halichuji, wala halifi. Kiumbe kipya ndani ya Kristo ni kiumbe ambacho kina aina mpya ya uzima, uzima wa aina ya Mungu. Yeye imesema umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Kwa hiyo inawezekanaje wewe ukawa ndani ya uzima alafu bado laana ya babu na bibi na mjomba na shangazi ya kufuata? Haiwezekana. Ndio maana unapaswa kufahamu, wewe mwana wa Mungu, ni kuelewa mamlaka ulionayo, nafasi ulionayo wapi umeketishwa pamoja na Kristo ili ujue kwamba shetani na wafuasi wake wote na wakala wake wote hana nafasi ya kuweza kuathiri maisha yako. Maandiko anasema uzima wetu umefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Sasa nini ambacho kitaweza kumshinda Mungu kimshinde Kristo alafu kupate wewe? Utaelewa kwamba wengi ambao uh, wana changamoto hizo za uh, laana za babu za bibi za mjomba za shangazi za ukoo ni kwamba hawajajifahamu na kujijua wao ni nani ndani ya Kristo. Hawajafahamu nafasi yao. Biblia inasema tumeketishwa pamoja na Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sehemu ya juu kabisa ya mamlaka, ya utukufu na ubora. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndio kichwa cha mwili ambao ni kanisa lake. Sisi ni viungo katika ule mwili. Kwa hiyo pale alipoketi leo sisi tumeketishwa pamoja naye. Sasa kama umeketishwa pamoja naye, ile laana inaweza kufuataje tena kule? Kwa hiyo a uh, Uh, jibu langu husiana na hilo swali ndio hilo ambayo nimeeleza. Elewa nafasi yako ni ndani ya Kristo, usitoe nafasi kwa ajili ya uh, sauti unasema ambazo ni ngeni, sauti zisizo sahihi zikakupa fikra na mtazamo. Kwa sababu ukielewa, if you believe wrong, yani ukiamini jambo ambalo sio sahihi, utataaliwa na maarifa yale uliyoyaamini ambayo sio sahihi, na usifanye hivyo. Kwa sababu ni mwana wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema wanangu wanaangamia kukosa maarifa. Na no, maana kama hawana maarifa sahihi ya neno la Mungu wata watasema watasukumwa na kusombwa katika lile wimbi la upotofu na udanganyifu. Lakini ukigundua kwamba wewe uko ndani ya Kristo, ya kale kale yamepita, huwezi kuruhusu ile jambo katika maisha yako. Utasimama katika kweli ya neno la Mungu. Ninafahamu pia dhana ya kitu kinaitwa uh... <laughs> Uh, not, not, not actually willful servant. Ungesema um, mtumwa aliyeridhia uh, kuna watu ambao kama hivyo, kwa sababu ya kutokuwa na maarifa wanakubaliana na ile hali, wanasema huu ndo ugonjwa wetu. Ameokoka mara pili, anasema ni ugonjwa wangu, hii ni pumu yangu, hii ni shida yetu. Ukishafungua kinywa chako ukatoa ruhusa ya kukubali lile jambo kwenye maisha yako, hakuna nani anaweza kukusaidia mtumishi. Siyo kwa sababu neno la Mungu aliweze kusaidia, ni kwa sababu umechagua kuwa mtumwa kwa kuridhia, kwa kufungua kinywa chako mwenyewe na na ukasema na ukaruhusu. Na ndio maana unaposikia neno la Mungu, neno la Mungu ni nuru, linaangazia ndani ya moyo wako ndani ya fikra zako ndani ya mtazamo wako, linaangazia ndani kabisa katika vilindi vya moyo na kuondoa ile programu au uh, ule, ule muundo, ile namna ya kufikiri ya mawazo na moyo, ambayo haikuwa sahihi Biblia nasema wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe wa kufanywa upya nia zenu. Akili yako lazima ifanywe upya nia, hapo ni akili. Hiyo ni Warumi sura kumi na mbili mstari wa pili. Lazima ifanywe upya kupitia neno la Mungu ili uje katika uhalisi wa wewe ni nani ndani ya Kristo. Ukijielewa mdumishi, utajua ni watofauti sana Yani ni wapekee, yani umeketishwa pamoja na Bwana yani, ni, ni hadhi ambayo hamna ulimwengu, hamna yoyote katika ulimwengu huu ambaye angeweza kukupa mtumishi, hakuna wao. Wow. So, swali lingine la pili ambalo lilikuwa <laughs> limeulizwa lilikuwa ni uh, moja uh, mshirika mwingine aliuliza, actually ni huyo huyo alikuwa ameuliza swali so, akasema uh, swali so, ni kwamba jingine ni pale unapoanza kipindi huwa unanena kwa lugha mara kwa mara na lugha ni ile ile every day au kila wakati, e, hamna hamna badiliko. Je, na mimi ninavyojua Roho Mtakatifu ana lugha mpya kila siku? ai <laughs> balara kasiti ni baraba ya ah ndio, swali zuri sana nilivyosoma nilikuwa na cheka, nilikuwa na fry kwamba <laughs> ninavyoanza kwenye kipindi mara nyingi nikianza nakuwa na nena kwa lugha eh? au katikati ya maongezi unakutana na lugha imetoka, nimezungumza nasema, sasa mbona kama lugha ni ile ile? <laughs> <laughs> Wow, amazing. Ah, nasema hivi anaamini kwamba Roho Mtakatifu anakupa lugha mpya kila siku. <laughs> Okay. Labda nijibu katika mtazamo huu. Kwanza of course kunena kwa lugha uh, ni ni kipawa cha Roho Mtakatifu anakiwekea ana, ana, anasema anakiwekeza au anakiambukiza. Tafsiri ya Kiingereza anasema ana impact, eh? Anakiambukiza ana ndani ya roho yako, eh? Kwa sababu mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi kwenye mwili. Kwa hiyo kinachozaliwa mara ya pili ni roho yako, na kwa maana hiyo Roho wa Mungu anawekeza hichi kipawa ndani ya roho, lakini hichi kipawa kiweze kuonekana, kitabidi kipitie katika uh, kinywa chako uweze kuzungumza. Sasa hii lugha ikishawekwa ndani yako, wewe ndio una, una jukumu <laughs> na wajibu wa kuchochea eh, ile lugha iendelee kukua yani, au ungesema hichi kipawa kiendelee kukua na kujidhihirisha na kuonekana. Kwa hiyo usipokifanyia kazi ingawa kilikuwa ndani yako, kita ni kama vile kitasinzia, kama vile kitazima. Kwa hiyo lazima mwenyewe ukichochee ili kiweze kufanya kazi katika ubora na utukufu. Na ndio maana kuna watu ambao kama swali lake alivyouliza, eh, kwamba ile lugha yao ni kama ni ile ile miaka nenda rudi, eh, akinena kwa lugha, anena kwa lugha maneno kama matatu au manne, umesema katika, katika context katika mtazamo wa swali alivyouliza, aha. Lakini uh, kiuhalisi ni kwamba yule mtu angeweza kuendelea ndani zaidi na misamiati ikaongezeka ikawa mingi zaidi, kama atatumia muda wa kutosha kunena kwa lugha. Sasa muda wa kutosha mtuaa swali ni, ni kiasi gani? Ni masaa mawili? Ni nusu saa? Ni robo saa? <laughs> kiuhalisi ni ungesema ni ile mara nyingi zaidi, kwa kadiri unavyokuwa na fellowship yako au ushirika wako na Bwana hmm? Mfano maombi yako labda ni nilisali moja kwa siku unatumia muda gani kunena kwa lugha katika ile sala moja? Ni dakika tano, dakika mbili? Ni tofauti kama mtu anatumia dakika ishirini, thelathini, arobaini katika kunena kwa lugha ndani ya ile sala moja, misamiati yake itakuwa mingi sana. Hiyo nakugaranti kabisa, yani <laughs> ay balarakasitilibara kwa sababu ndo roho yako inachochea inahama, yani ina, inakuwa ina, ina, ina flow ndani na ukiwalisi, okay, ukisoma uh, Wakorintho wa kwanza sura kumi na nne, kasoma yote, utaona namna ambavyo uh, mtume Paulo alikuwa anaeleza umuhimu wa kunena kwa lugha na akasema, uh, uh, kiuhalisi kwenye maombi yetu unapaswa kunena kwa lugha kwanza kabla ya <laughs> ufahamu wako <laughs> ndio maana anasema nitanena, nita, nita kwa lugha, nitaomba kwa lugha, nitaomba kwa akili pia, nitaimba kwa lugha, nitaimba kwa akili pia. Ili kuimba ku kwa lugha na kuomba kwa lugha ni ya kwanza, ni kwa sababu unavyonena kwa lugha ni roho yako inaomba directly, yani maneno hayatoki katika ubongo wako, yanatoka katika roho ndani yako, yana flow, yana mdomoni anatoka nje, kwa hiyo unavyonena kwa lugha ni kama vile una bypass, ni kama vile unazima akili, yani unazuia akili yako kufikiri na kuwaza uh, nini utakisema, kwa hiyo maneno yana flow kutoka ndani ya roho. Sasa sio, si kweli kwamba kila siku unavyonena kwa lugha roho anaweka lugha mpya ndani yako uh -uh. Alishaweka lugha mpya ndani yako mtumishi, ndo ile lugha aliyokupa. Kwa hiyo wewe, ndo jukumu lako kuitumia hiyo lugha kwenye maombi yako ili uweze kuzungumza zile siri, ili uweze kusikia kutoka kwa Bwana na kurelease, kwa sababu unavyoomba pia kwa kunena kwa lugha, sio tu unatoa maneno kupeleka kwa Bwana, lakini pia unapokea mafunuo, unapokea, unasema revelation, unapokea maelekezo ambayo unayazungumza katika ile lugha na baadaye unayaleta katika lugha ambayo unaizungumza kawaida kila siku, lugha yako ya kwenye mwili, kama ni Kiswahili ni e, Kihaya Kisukuma ni Kichaga ni lugha nyingine yote unazungumza. Kwa hiyo uh, <laughs> ukitumia muda zaidi kunena kwa lugha kuna mabadiliko mengi sana yatatokea ndani yako, mengi mno, kwa sababu anasema yeye yeah, anenaye kwa lugha hasemi na no wanadamu, anasema na Mungu, anazungumza mambo ya siri katika roho. O, na pia kwenye kunena kwa lugha kuna lugha unazungumza ina, yani ile misamiati unaokuwa unaongea, wale malaika wanaelewa na wanapokea zile instruction au maelekezo, yani cha kufanya kuhusiana na mazingira yako, hali yako, au jambo lako au taifa au mji ambapo upo. Ukisoma waraka kwanza wa Korintho sura ya 13 mstari 1, neno linasema ijapokuwa ndanena kwa lugha za eh, wanadamu au wa malaika kama sina upendo misikitu hiyo. Lugha ya malaika unayenena wakati gani? Ni wakati ambapo unanena kwa lugha yale ngesema, uh, Roho wa Bwana ana uh, ana twist yani can I say ku twist au yani anakuwa ile lugha yako ina, ina take another dimension. Inachukua kama hatua ya juu zaidi kiasi kwamba inakuwa inatoa maelekezo kwa wale uh, angels ambao wako around au malaika ambao wamekuzunguka na pia unaweza kunena kwa lugha ambapo ile lugha ikawa ni Eh, ni, ni ishara kwa wale walioko around wewe wale wanaokuzunguka, au pale ulipo. Kwa mfano, umeenda hata hujaenda sehemu, tuseme ni kanisani tu au upo kwenye mkutano fulani, na pale kuna wale watu wanazungumza kibarbeik au sijui ki kianzabe, katika ile lugha ambavyo ukaanza kunena ukazungumza neno la kianzabe au kibarbeik ili kumpelekea ujumbe maalum yule aliyoko ndani, kama ishara sababu ile ni ni, ni roho Mungu anakuwa amechagua, sio wewe unaamua utaanza kuongea Kianzabe sasa hivi. Hapana, yeye ndio, katika ile lugha unayozungumza yeye anai anai translate ni kama vile anai <tis> <tis> ah, yani ana, anapeleka neno maalum kwa yule Mwanzabe wakati ule, inawezekana ni ni, ni ni, ujumbe umeongea dakika moja, dakika tano, yeye ndo anajua ni kitu gani ambacho akipeleka aki katika ma, katika masikio na fikra yule anayesikiliza kitaleta badiliko la tofauti kabisa na ndicho ambacho kilitokea katika uh, ukisoma matendo ya mitume sura ya pili kwa pale ambapo kanisa lilijazwa walikuwa walianza kulena kwa lugha then baadaye wale watu waliokuwa around wakaanza kusikia katika lugha zao sio kwa sababu wale jamaa walikuwa wanalena kispaniola sijui uh, lugha zilikuwa za wakati ule kigiriki mm -mm walikuwa wananena kwa lugha lakini the interpretation Roho Mungu ndo alifanya ile tafsiri ndani ya masikio yao, wakasikia katika lugha zao, kwa sababu wakiwa wananena, watu walikuwa watu mia ishirini kwenye jengo moja au eneo moja, kila mtu akawa ananena lugha yake kwa sauti. Hamna <laughs> hakuna namna utaweza kujua huyu anaongea Kiswahili uh, nimemsikia kwa sababu wote wanaenda kwa sauti kwa hiyo itakuwa ni, ni, kama vile ni, ni ni, chaos yani, ni kama vile ni fujo kiasi kwamba huwezi kujua huyu ameongea Kisukuma, ki kaongea Kihaya, Kiyao, kaongea Kingoni, kaongea Kigogo, kwa ki hiyo ki ki ki kilichotokea ni kwamba walivyokuwa wanaenda kwa, kwa, kwa lugha Bwana ali yani, roho Bwana alitranslate ni kama vile alitafsiri zile lugha katika masikio wale walikuwa nasikia, kwa sababu ilikuwa ni ishara kwao kwamba kile ambacho Bwana alikuwa amekisema katika kupitia kinywa cha Nabii Joel kimetimia kile ambacho Bwana aliagiza akawambia, wasubiri Yerusalemu mpaka wakipokea nguvu, watapokea nguvu baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, kimetimia. Kwa hiyo Roho wa Bwana leo uwezo kawa unaenda kwa, kwa lugha kawaida, akatranslate ile lugha, akaitafsiri kwa yule anayesikiliza katika lugha yake ya mama, ungesema ile ya ndani, ili, ili impelekee ujumbe fulani maalum kwake kama ishara. Lakini kawaida, unavyoona kwa lugha, Biblia inasema hakuna anayeelewa tafsiri ya Kiswahili inasema hakuna asikiae, lakini sio kusikia kwa masikio. Tafsiri ya Kiingereza inasema no one understandeth, yani hakuna anayeelewa kile ambacho unakisema lakini ndani ya moyo unazungumza mambo ya siri. Na pia kwenye kunena kwa lugha unaweza kuomba tafsiri ya kile ambacho umekisema. Wakati mwingine unanena kwa lugha, unasikia ndani ya moyo kwamba unahitaji kupata tafsiri ili jambo, kwa sababu linahusiana na jambo maalum mahususi na tafsiri. Na neno la Mungu linaeleza au maandiko yanaeleza kwamba ukiomba hivyo, ukipata tafsiri yaani ndimi na tafsiri ni sawa na unabii. Yaani nikinena kwa lugha sahihi nikatoa tafsiri ni sawa na mtu alikuja hapa akahutubu akatoa unabii moja kwa moja. Oh, haleluya. So naamini kwa uh, kwa nafasi au kwa sehemu fulani nimejibu swali la yule ambaye alikuwa ameuliza. Ah, uh, bala kasiti li barabanda. Rosa pradiga jala manda. Ni jambo la baraka, ni la ushindi, ni la utukufu, eh? Kutumia ku, kipaa hicho cha Roho Mtakatifu. Yani, nakutia moyo we ambaye unatusikiliza uh, kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, kama hauneni kwa lugha uh, embu jenga hii hamasa na shauku ya kupokea kipawa hiki, mtumishi, kwa sababu haukilipii uh, haufanyi chochote kile zaidi ya kuamini ili ukipata. Hauhitaji kuwa Mkristo kwa miaka ishirini au kumi na tano au saba ili ukipate hautaji kuwa mzee wa kanisa au uh, shemasi au mchungaji au askofu au nabii ili uweze kupata. Maandiko yanasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Ishara ya kwanza. Ishara pia inasema watanena kwa lugha mpya. Haisemi ishara hizi zinaambatana na wachungaji uh -huh. au mitume, hapana. Ishara hizi zinaambatana na wale waaminio. Swali ni kwamba je, Umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako? Kama umemwamini kwa moyo wako na ukamkiri kwa kinywa chako, ishara hii ni haki yako, ni stahiki yako. Yani kabla hata hujaiomba, Bwana alishaandaa <laughs> aya, balakarabasikiribalaba alishapanga, alishakusudia <laughs> uwe nayo, nayou <laughs> ah, haleluya na ni moja ya vitu ambavyo vitaleta badiliko kubwa sana sana sana sana sana katika maisha yako. Yani, <coughs> naomba nikwambie, ni kama usiku na mchana tofauti. Ukielewa umuhimu wa kunena kwa lugha, utaspend, yani, utatumia muda wa kutosha kwenye ndimi, na kila kitu kuhusiana na wewe kitabadilika. Naomba nirudie, yani kama hujasikia kitu chochote nilichokiongea kwanzia tumeanza leo, sikia hichi kila kitu kwenye maisha yako lazima kibadilike, kipokee utukufu wa tofauti utapoanza kunena kwa lugha, nakwambia. Kwa sababu hii ni moja ya kile kipawa ambacho kinachochea ile nguvu iliyoko ndani yako. Maandiko anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ile nguvu unayoipokea unaifanyiaje kazi? Unaipeleka wapi? Unaitumia wapi ni namna gani ambavyo unaweza kuihamasisha au ukaichochea ikaanza ku kuflow ikaanza kububujika ndani yako. Namna moja wapo ya kuichochea ile nguvu ni hii, kunena kwa lugha. Hii namna moja wapo, sababu nguvu iko ndani yako, ila utaitumia kwa namna gani na wapi ni uamuzi wako. Ukisoma vizuri ya maandiko, hiyo ni Matendo ya Mtume sura ya kwanza mstari nane ukisoma vizuri ya maandiko, yanazungumzia hiyo nguvu ni yaani, uwezo endelevu wa kusababisha mabadiliko . Tafsiri nyingine inaeleza ni uwezo endelevu wa kutenda miujiza hiyo. <laughs> Nguvu iko ndani yako, kwa hiyo utaielekeza namna gani, utaitumia namna gani, ni wewe mtumishi eh? <laughs> Ah, bala kasaka, ukisoma kuna maandiko ambapo uh, Sauli mfalme Sauli wakati amepakwa mafuta na nabii uh, Samuel na ndo ameingia sema kwenye ufalme. Moja ya neno ambalo nabii Samuel alimwambia, aliwambia roa Bwana atakujilia juu yako eh? Alafu utabadilika, utakuwa mtu mwingine, na akamwambia do as the occasion serves, yaani ufanye kutokea pale kama utakavyo, naomba nitumie lino kama utakavyojisikia yani, kama utakavyoona, kama ambavyo ili nguvu itakuongoza yaani kwamba baada ya roho wa Bwana kuja juu yako utabadilishwa kuwa mtu mwingine sawa. Kutokea pale ni kama vile utaanza kutenda kazi ndani ya au ungesema chini ya ile nguvu, katika uongozi wa ile nguvu ya roho wa Mungu baada ya kuja juu yako, au katika yale maelekezo ya roho wa Mungu baada ya yeye kukujilia. hmm. Lala, bada, basikide, bada, bada. Eh, kwa mara ya kwanza Sauli akatabiri mtumishi, kama manabii wengine. Nenda kasomi kwenye maandiko ipo mm lakini hiyo ndio wakati pekee maandiko inaonyesha Sauli alitabiri. Hamna wakati mwingine tena inaeleza. Yaani kama vile baada ile nguvu ya Bwana kuja juu yake. Hai. Ni kama vile akarelax <laughs> mtumishi, eh? Akuendelea tena mbele kuchochea. <laughs> ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, isiwe kwako kwa namna hiyo mtumishi. Embu kila wakati hakikisha ile nuru ya Bwana ndani yako haizimii mtumishi. Eh? Nee, yani na ule ule mwanga, ile nuru, ile taa haififii. Sawa? Kuna vitu unafanya ile ile nuru na ile taa ndani yako unaichochea kila wakati. Unajua moja ya tabia ya moto ni kwamba inakula moto unakula <laughs> Ah, ile mali ghafi ambayo ndio imeifanya iwake. Kama unaelewa una maana yake. Yaani, ili moto usizime inabidi uchochee kuni nyingi zaidi. Na ule moto unavowaka unakula zile kuni. Ili uendelee kuwaka, inabidi ujaze kuni nyingi zaidi, uendelee kukaa pale. Kama unatumia mkani, hivyo hivyo. Itabidi ujaze mkani mwingi zaidi. Kwa kwa kifupi ni kwamba hautaki kuzimia mtumishi, au hutaki kuchoka. Wale wanaomngojea Bwana watapanda juu kama nani? Kama tai, ah, eh, wana renew their strength nguvu zao zinahuishwa zinarejezwa katika ubora kila siku, na namna ya kurejeza nguvu yako na ujasiri wako katika utumishi na kile ambacho Bwana amekuita nikukaa katika kunena kwa lugha. Mtumishi, kaa kwenye neno. Sawa, tumia muda wa kutosha kunena kwa lugha, tumia muda wa kutosha <laughs> usisikize sauti nyingine mtumishi hizi za kwamba kwambaa kwa lugha ni maandiko yanasema, nasema eh, ishara hizi zitaambatana na wale <laughs> waniaminio kwa jina langu, watatoa pepo, ishara ya kwanza, ya pili, wataenda kwa lugha mpya. Ukisoma hiyo waraka wa kwanza wa Korintho sura kumi na nne, inaeleza kuhusiana na po, anasema namshukuru Mungu kwa sababu mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. <laughs> la garaba, laba, siraba, eh? Po anawambia kanisa la Korinto kwamba anamshukuru Mungu yeye ananena kwa lugha kuliko kanisa lote la Korinto. Huyu ni mtumishi wa Mungu, amefanya kazi ya kipekee kazi ya tofauti mno katika mitume ya Bwana na namambi anawambia kanisa lile kwamba anamshukuru Mungu, anaenda kwa lugha kuliko lagara bala basira <laughs> kwa hiyo ndimi zako za robo saa, dakika tano, dakika mbili hazitoshi, mtumishi, hazitoshi. Yani unataa kuleta badiliko, spend ah? time tumia muda wa kutosha, eh? Maandiko anasema Bwana ni mzee wa siku, kama unaelewa ma hilo neno. Yani e, nenda katulie pale mbele zake, mtumishi. Usiwe na haraka, usikimbie. <laughs>